Karibuni tena katika mtiririko wa video zetu za Masenza Mentors. Na leo tumekuja tena kuzungumza na yale ambayo tumekumbana nayo kutokana na video zetu zilizopita. Na haya tuliyokumbana nayo ni yanaonyesha changamoto mbalimbali mbali ambazo wadau mbalimbali wanakumbana nazo. Na ili kukuonyesha hizo changamoto, Tunazianza kwa mfumo wa swali. Je, unadhani kwamba huduma za uwezeshaji, unadhani huduma za mafunzo, unadhani huduma za ushauri elekezi ni, ni ghali katika kufanikisha biashara zako? Je, unadhani kwamba huduma hizi ni muhimu au si muhimu katika kufanikisha biashara zako? Leo ninapenda kushiriki nawe na kukuonyesha kwamba hoja za aina hii si vikwazo, usizichukulie hoja kama hizi kama ni vikwazo, kwa sababu ni hoja ambazo watu wengi wanakuwa nazo na wanafikiri kwamba zinaweza kuwarudisha nyuma. Mathalan, wapo watu wengi sana wanaona kwamba hawana muda, sina muda wa kuweza kukaa, sina muda wa kuweza kujifunza, sina muda wa kuweza kukaa kupitia hizo video na nini eh? Kwa hiyo wale ambao wanaona hawana muda e, sisi tunafikiri kwamba ni vizuri tuwaeleze kwamba e, mentorship ni kitu rahisi, mentorship ni kitu cha wazi na e, mentorship ni kitu chenye majibu. Na sisi kwa wale ambao hawana muda tutawatengenezea mifumo ya hatua kwa hatua ambayo hawatapoteza muda wao kama ambavyo wanafikiria lakini mifumo hiyo tutaiweka katika mawasiliano yao, kama ni ya simu au ni ya kompyuta. Kwa hiyo ile mifumo ambayo tutakuwa tumewekea hatua kwa hatua itawafanya wakati ambapo wanapumzika waweze kupitia na kuweza kunani. Lakini la pili ni wale ambao wanaona kwamba hawana gharama. Unaweza ukafikiri kwamba eh, kutumia gharama kwenye mentorship kunaniingizia hasara. Lakini ni vizuri uangalie wale ambao wametumia gharama katika kuwekeza kwenye mifumo ya kidigitali wanapopata faida. Ni kwamba unawekeza katika mifumo, baadaye faida inakuwa maradufu. Kwa hiyo ni vizuri wale ambao wanafikiri kwamba hawana gharama waweze kuangalia kwamba nguvu nyingi wanazozitumia katika kusimamia huduma na biashara zao. Kwa hiyo badala yake, ukifanya ukigaramia mentorship kutakuwa na mifumo ambayo itakusaidia kuratibu mpaka kukupa taarifa mpaka kukujibu, kuwajibu wateja wako mpaka kukusanya maswali ya, maswali ya wateja unawekewa mifumo ambayo ni automation e, tutakushauri tuta, tuta ili uweze ku, ku, kufatana na wataalamu ambao tunafanya nao kazi kwa kuwekea mifumo ya automation. Kwa kama unapata maswali mengi sana ya wateja basi mfumo ule utakuwa na wajibu wateja wako kwenye email kwenye simu na kadhalika. Lakini wengine wanafikiri kwamba siwezi kuona matokeo haraka. Tukumbuke kwamba uwekezaji wa muda mrefu, matokeo yake pia yatapatikana baada ya muda mrefu. Uwekezaji wa muda mfupi, matokeo yake yanakutakiwa ayo ya muda mfupi. Kwa hiyo kila mmoja ataingia kwenye gharama kulingana na aina ya uwekezaji anayotaka. Kama utahitaji uwekezaji wa muda mfupi tutakuwekea matokeo ya muda mfupi ili uweze kuyaona kwa muda mfupi. Na hizi shuhuda ambazo tumezitoa zinaonyesha uwezo halisi wa namna ambavyo mentorship inavyoleta matokeo. Hasa ushuhuda huu tuliotoa, ni wa pili tuliotoa ni ushuhuda thabiti ambao yeye mwenyewe aliyekuwa anafikiri na, na, na kwamba mentorship haina faida tukaingia naye katika mkakati ule wa huduma ya bure na tukamwandalia hizo guide za bure. Na baada ya muda ame, ametaka kufanya za muda mrefu. Kwa hiyo sasa, hiyo ndo jambo ambalo tutapenda ulifahamu. Tunaomba utume kwamba nipo tayari kwenye comment zetu ili, ili tuweze kukutumia mwongozo wa namna ya kuendana na haya maswala matatu tuliyoeleza hapa sasa lakini vilevile tunaweza tukakutengenezea video ya dakika kumi na tano inayoendana na somo hili. Usiruhusu hoza za awali kuzuia ukuaji wako, usiruhusu mawazo hasi kujaa katika kichwa chako. Chukua hatua leo, tafuta mentorship na hakikisha kwamba eh, biashara yako, huduma yako, NGO yako au kampuni yako inakuwa kwa ukuaji ambao ni thabiti. Karibu Masenza Mentors, mdau wako katika biashara. Karibu sana na asante sana kuwa nasi.